Mwanamuziki Cosmas Chidumule aliyowaimba kuimba na Remy Ongala ameshare ujumbe ambao unaelezea safari yake ya muziki, kile alichokuwa kikiimba tangu mdogo na namna kilivyokuja kutokea katika maisha yake ya kila siku, ambayo pia amekuwa akiishi hata katika kipindi cha utu uzima. Msikilize hapa akitoa ushuhuda wa safari yake ambayo alipitia na kile ambacho alikiimba wakati bado hajaingia katika maisha ya ndoa lakini pia maisha ya utu uzima na kile ambacho kilienda kutokea. Tangu niko mdogo mpaka mama, hey, mama sawa, nimezipata. Ninashukuru kwa

nakumbuka unaona, na, nakumbuka ah, miaka ya nyuma nilipopokea barua kutoka kwa mama akinipa malalamiko yake kwamba yuko mbali na baba, mama. Nikasema wako wazee, maana hapo ishalio kule kuna moto, naepuka lawama, naepuka lawama. Mimi si mtoto wa upande mmoja, nisimame upande gani jamani? Hebu weza wewe ungeweza kuongeleza Niliimba nyimbo nyingi kwa uhalisia na kwa kufikiri <laughs> sana wakatu, aa, katika zile nyimbo ni mpagalini mpagalibi mama eh. Mpagalini mpagalibi mama ugomvi huu ugomvi baba, yaani hapo nimesema wewe eh. Ndio mimi mara yangu wa kwanza napata mshauri, naenda kumroga baba mpende mama achahapo

Ae, wapenda kamatnsi, sisi wote hapa ni wamama watarajiwa, na ukimona mwanamume nazarau mwanamke akili yake na matope. Kwa sababu mama ndio dunia. Mama ndio hata akiwa binti usijue atakuja kuwa mkweo. Mama ndio dunia. Mi mtoto wa mamangu wa kwanza alikuwa mdanga kienyeji pamoja na uganga wake akuweza kunusuru ndoa yake mpaka amekufa. Baba na mama miaka ishirini na saba wamefarakana. Mwisho w watoto wangu vingi wakamwambia baba, kwani bibi nikosia nini? tan tu, msamee. Baba akalia sana wakati anasema, sasa tuanze upe tusitafute mchao. Baba akafanika.